Usalama wa watoto uratibu na makundi maalum na ushirika sio ya kiserikali tumeyaweka kwenye aya 175 na 178, kwenye hotuba yangu vile vile tumeweka kwenye vishikwambi. Mheshimiwa <coughs> Naibu Spika, naomba nizungumzie hali ya kisiasa na demokrasia hapa nchini. Hali ya siasa na utekelezaji wa demokrasia hapa nchini imeendelea kuimarika, na hii ni kutokana na maboresho ya mifumo na jitihada mbalimbali Zama za maksuri zinazofanywa na serikali yetu. Moja ya jitihada hizo ni marekebisho ya sheria mbalimbali kwa lengo la kuimarisha utawala wa demokrasia hapa nchini. Aidha, bunge lako tukufu lilitunga sheria ya tume huru ya taifa ya uchaguzi namba moja ya mwaka 2024. Vile vile sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani namba mbili ya mwaka 2024 na kufanya marekebisho ya vyama vya siasa sura ya 258 Serikali kwa upande wake tayari imeshakamilisha utungaji wa kanuni za sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Mheshimiwa Naibu Spika, kadhalika Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imeendelea kufanya maandalizi ya uchaguzi mkuu wa, mandali, wa mwaka 2025 kwa kuratibu na kusimamia uboreshaji wa daftari la kudumu la mpiga kura. Hadi Machi 2025, uboreshaji wa awamu ya kwanza umekamilika katika mikoa yote Tanzania Bara na Zanzibar, na maandalizi ya awamu ya pili ya uboreshaji wa daftari la kudumu la mpiga kura yanaendelea. Nitumie nafasi hii kutoa rai kwa wananchi wote wenye sifa kujitokeza kuhakikisha kwamba taarifa zao kwenye daftari kabla ya kuihitimishwa, na awamu ya pili ya uboreshaji inaendelea katika hatua nyingine hatua hadi kufikia Machi 2025. Serikali imetoa ruzuku ya shilingi bilioni 13.17 kwa vyama vyote vya siasa vyenye sifa ya kupata ruzuku. Hatua hiyo imeendelea kusaidia kuimarisha na kuendeleza uendeshaji wa shughuli za vyama vya siasa. Sambamba na hilo, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kupitia baraza la vyama vya siasa imetoa mafunzo kwa viongozi na watendaji wa vyama vya siasa ili kukuza uelewa na uendeshaji wa vyama vya siasa huku tukielekea kwenye uchaguzi ambao utafanyika mwaka huu wa 2025. Na Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nizungumzie uratibu wa shughuli za serikali hapa bungeni. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa 2024, 25 ofisi ya bunge imeendesha mikutano mitatu ya bunge, yaani mkutano wa 16, wa 17 na mkutano wa 18 na katika mikutano hiyo jumla ya maswali ya msingi 56 na maswali ya nyongeza 1725 yaliulizwa bungeni na kupatiwa majibu na serikali, na maswali 25 ya papo kwa papo yaliulizwa na kujibiwa na waziri mkuu. Taarifa kuhusu miswada, maazimio ya bunge na aina ya maswali yaliyoulizwa yote yanapatikana kwenye aya ya 184 ya hotuba yangu na tumeweka pia kwenye vishikwani. Ulinzi na usalama. Mheshimiwa naibu spika, sambamba na, na utulivu wa kisiasa hapa nchini, hali ya usalama na amani imeendelea kuimarika nchini kwetu na katika mipaka yote kwa Tanzania imeimarika na maeneo yote yanayohusu eneo la nchi kavu na eneo la maji nako pia tumeimarisha. Ninavipongeza vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kwa jitihada zao kubwa zinazoendelea kuichukua ili kuhakikisha kwamba hali ya ulinzi na usalama, amani na utulivu ndani ya nchi vinaendelea kuimarika hapa nchini. Jitihada hizo zimechangia kuleta sifa ya kidiplomasia nchi yetu na kukuza shughuli za kiuchumi na kijamii ndani ya nchi. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka 2025-26, serikali itaendelea kuimarisha jeshi la ulinzi kwa kulipatia zana na vifaa vya kisasa, pamoja na kushiriki katika misheni za kikanda na kimataifa katika masuala ya ulinzi na amani. Pia itaendelea kuimarisha ulinzi na usalama wa wafungwa na maabusu kwa kuzingatia misingi ya utawala bora.